cha ACT Wazalendo kinapinga na kinakataa kabisa tume iliyotangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuchunguza matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuata iliyotangazwa leo. Tume hii inajumuisha wajumbe kutoka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 na kuwalinda waliohusika katika unyanyasaji huo. Chama cha ACT Wazalendo kinaweka wazi kwamba hakitashiriki kwa namna yoyote ile katika uchunguzi utakaofanywa na tume hii. Hatutatoa ushahidi wala kutoa ushirikiano wowote, kwani tunatambua kuwa ni chombo kisicho huru na kinachotegemea maagizo ya serikali. Badala yake, ACT Wazalendo inataka kuundwa kwa tume huru kabisa ya kimataifa itakayokuwa na wajumbe kutoka nje ya Tanzania kama vile wawakilishi kutoka Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Madola, Umoja wa Afrika, taasisi za kimataifa za haki za binadamu au vyombo vingine vya kimataifa vinavyotambulika kwa kutetea haki na uwazi. Hii ndiyo njia pekee itakayoweza kutoa haki kwa wahanga na kuzuia matukio kama haya yasirudiwe tena. Chama cha ACT Wazalendo kitabaki kutoa sauti kwa ajili ya haki na demokrasia halisi nchini Tanzania. Tunatoa wito, yani chama cha ACT Wazalendo kinatoa wito kwa jamii ya kimataifa kushiriki katika kuishinikiza serikali kutekeleza jambo hili. Imetolewa na Ado Shaibu, katibu mkuu wa chama hicho, tarehe 18 Novemba mwaka wa 2025 ni taarifa ambayo imechapishwa pia katika mitandao ya kijamii na kumekuwa na maoni mbali mbali. Kuna mmoja anaitwa Danford Kitwana anasema, yaani, nikiona statement yenu nahisi na mmeamua kujirudi na kuondoa wanaoitwa wabunge wenu ili kubaki kupigania haki, kumbe hakuna kitu. Yani kutwa kucha mnapinga mambo ambayo ninyi wenyewe mmekuwa sehemu ya tatizo kwanza sio ujinga kaeni pembeni na laana ya awamu ya sita Shila Erasto anasema ni msimamo mzuri lakini ACT na nyiye ndiyo mlichangia katika kushiriki uchaguzi nyiye tulieni huu mchezo hauwahusu unawahusu wapigania haki sio wachumia tumbo anaandika Mwamba wa Kaskazini na Doto Bagilente yeye anasema hawa nao ni wale wale, wanatafuta jukwaa la kujioshea tu, hatutakubali pamoja na hayo. Hiyo tume ni ya machawa, watupo ko ni mwendo wa kufika bei. Msiwazingatie sana ACT, anasema baba Roi, hawa ni sambovu, wanapandisha presha ili wafike bei. Haya, wengine wanasema ah, madalali katika moja na mbili mngetajwa tu mngeshiriki maridhiano haya, anaandika Deogratias Joseph. Mwingine anasema upuuzi, nyiye mmechangia kutufikisha hapa tulipo kwa kushiriki uchafuzi wa Oktoba, alafu leo mnakuja na matamko yasiyo na kichwa wala miguu. Haya yote yaliyotokea haya, wanufaika wakubwa ni wanasiasa, sisi raia tunakuaga mbuzi wa kafara tu, anasema Ali wa Shamba. Abdul yeye anasema undeni tume yenu ya zambarau, halafu wataarifuni wa, wa wanachama wenu mbumbumbu. Ni kazi sana kuamini ACT SA hapa, kama saa mbovu mko sahihi. Liza anasema shukrani sana kwa kutukingia kifua. Tanzania tunaopewa kesi za uhaini na hatujui hata maana ya uhaini wenyewe. Tanzania iseme kweli pale ambapo hatutaki, tuseme. Bila hivyo nchi inakuwa chini ya watu wasiojua hata nchi yetu ina thamani gani. Sasa hivi naona kama movies za Kichina, Royal Family ndani ya serikali ya Tanzania. Du, anasema Liza. "Sio nyie tu, watu wote tunaipinga na kuilaani," anasema Ismail Mzirai akiungana na ACT Wazalendo kwamba wanaipinga e, tume tu iliyoundwa. Abdul Kasim anasema, ukisusa wenzio wala, mlisema wenyewe kwenye taarifa yenu mwataka tume ya kijaji, aya, tume hiyo ya kijaji mwakataa. Ulitaka awepo Ado Shaibu na Rupia, ndio ujue ni ya kijaji? Anauliza Abdul Kasim. So maoni ni mengi. Katika taarifa hii ya ACT Wazalendo kwenye ukurasa wao wa Facebook, na unaweza kutembelea ukajionea mwenyewe. Kifupi ni kwamba kimewaka, watu wanaikosoa ACT Wazalendo kutokana na uamuzi wake wa kushiriki uchaguzi. Lakini wewe unasemaje? Tuandikie maoni kwenye kisanduku cha maoni chini ya taarifa hii, na tukutane tena wakati mwingine. Kwa heri.